Vision 2030 Madini ni maisha na utajiri. Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati, Mheshimiwa Dkt. Doto Biteko ameliagiza Shirika la Maendeleo ya Petroli Tanzania TPDC kuongeza kasi ya uendelezaji wa vitalu vya utafutaji wa mafuta na gesi asilia ikiwemo Mnazi Bay Kaskazini Eyasi Wembere, Songo Songo Magharibi na mradi wa kuchakata na kusindika gesi asilia LNG ili nchi iendelee kuwa na uhakika wa upatikanaji wa nishati kwa ajili ya soko la ndani na nje. Amesema hayo leo jijini Dodoma wakati akizindua Mkakati wa Muda Mrefu wa Shirika la Maendeleo ya Petroli Tanzania TPDC wa miaka 25 elfu mbili na 24 kwa elfu mbili na 25 hadi elfu mbili na arobaini na tisa kwa elfu mbili na hamsini ambao umeweka mipango na malengo makubwa ya kuleta uhakika wa upatikanaji wa nishati nchini, mkakati ambao utasaidia nchi kutumia kikamilifu rasilimali za mafuta na gesi zilizopo katika maeneo mbalimbali. Aidha, Dkt. Biteko ameiagiza TPDC kuimarisha mtandao wa mabomba na mifumo ya usambazaji wa gesi nchini, ikiwemo kupitia teknolojia za Mini-LNG na CNG ili kuwafikia wananchi wengi ambao wapo mbali na bomba la usafirishaji wa gesi asilia kutoka Mtwara hadi Dar es Salaam ili kusaidia kuwafikishia Watanzania manufaa manufaa yatokanayo na matumizi ya gesi asilia. Pia ameitaka kujiimarisha kifedha ili kuweza kutekeleza miradi mbalimbali mbali kwa kubuni mifumo ya ubunifu ya utekelezaji wa miradi, kuboresha shughuli za kibiashara na kuendelea kupunguza utegemezi kwa ufadhili wa serikali, ambapo ameipongeza kwa kuanza kujilipa, kwa kuanza kujilipa mishahara kwa kutegemea fedha za shirika. Vile vile ameitaka TPDC kudumisha uwazi, uwajibikaji na kuzingatia kanuni za mazingira, jamii na utawala na kufanya kazi, na kufanya kazi kwa karibu na kampuni za kimataifa za nishati, wawekezaji binafsi, na wadau wa maendeleo ili kuvutia mtaji, utaalamu na teknolojia inayohitajika kwa mafanikio ya mpango uliozinduliwa. Katika hatua nyingine, Dkt. Biteko ameendelea kusisitiza kuhusu miradi ya mafuta na gesi asilia kutopuuza jamii zinazozunguka miradi hiyo, kwani jamii hizo zinapaswa kuona manufaa ya rasilimali zilizopo katika maeneo hayo, na wao wakiwa ndio walinzi wakuu wa miradi hiyo ambayo ni muhimu kwa uchumi wa nchi. Dkt Biteko amemshukuru Rais Dr Samia Suluhu Hassan kwa dhamira yake ya kuendeleza sekta ya nishati, ambapo kupitia uongozi wake ametekeleza miradi mingi ikiwemo kukamilisha mradi wa umeme wa Julius Nyerere JNHPP na kuhakikisha na kuhakikisha kunakuwa na uhakika wa upatikanaji wa nishati ya mafuta na gesi asilia hapa nchini. Amesema hali hiyo inasaidia kuleta maendeleo endelevu ya taifa na wananchi kwa ujumla. Kuhusu nishati safi ya kupikia, Dkt. Biteko ameiagiza TPDC kuhakikisha wanalipa kipaumbele suala la nishati hiyo kwa kuendelea kusambaza gesi asilia kwa ajili ya matumizi ya kupikia na hivyo kupunguza hewa ukaa na uchafuzi wa mazingira kutokana na matumizi ya mkaa na kuni. Pia ameipongeza bodi ya wakurugenzi na menejmenti ya TPDC pamoja na kampuni zake tanzu kwa juhudi za kuhakikisha Tanzania inaendelea ku pambanua kama kitovu cha nishati ya mafuta na gesi asilia ndani na nje ya Tanzania. Kwa upande wake waziri wa maji, nishati na madini katika Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Shahib Kadwara, ameeleza kuwa mkakati huo unatoa mwanga wa kukua kwa uchumi wa Watanzania na kielelezo cha mafanikio yanayopigwa katika sekta ya nishati, akisisitiza kuwa amani na umoja ndiyo msingi wa maendeleo. Aidha, amempongeza Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan pamoja na Dkt. Doto Biteko kwa maendeleo yanayofanyika na kuisimamia na vyema sekta ya nishati. Naye mkuu wa mkoa wa Dodoma Rosemary Senyamule amesema kuwa kuzinduliwa kwa mpango huo kunaonyesha jinsi nchi inavyopiga maendeleo katika mipango ya muda mrefu haishi katika ngazi ya kitaifa tu bali hata katika ngazi za taasisi ili kutekeleza kwa ufanisi majukumu yake. Amesema kuwa kuzinduliwa kwa mpango huo kunatoa mwanga kwa miradi ya gesi asilia kufika maeneo mbalimbali ikiwemo mbali mkoa wa Dodoma, akieleza kwamba mkoa upo tayari kupokea miradi ya gesi asilia kwa ajili ya matumizi mbalimbali ikiwemo mbali kupikia na kuendesha vyombo vya moto ikiwemo magari. Awali mwenyekiti wa bodi wa ya wakurugenzi ya shirika la maendeleo ya petroli Tanzania TPDC balozi Ombeni Sefu amesema kuwa mpango mkakati huo wa muda wa miaka 25 unakwenda sambamba na ilani ya Chama cha Mapinduzi kuhusu masuala ya nishati, unalingana kwa karibu na malengo ya Dira ya Taifa ya maendeleo ya 2050, hasa katika maeneo ya kuimarisha sekta ya nishati kama kichocheo kikuu cha uchumi wa viwanda, maendeleo ya miundombinu, kukuza matumizi ya teknolojia bunifu kuongeza ajira na mapato ya serikali, pamoja na kuhakikisha upatikanaji wa nishati ya uhakika, safi na nafuu kwa watanzania wote. Mohab TV, Dodoma.